Yale mastendi ni fursa ya kukusanya hela nyingi sana, mjichukulie hela pale, kila lori si shilingi elfu tano sio elfu tatu Tujaze huduma mule ndani. Nimetoa maelekezo zaidi ya mwaka mmoja umepita, mpaka leo sasa nyinyi, yale ni mapato ambayo mnayaangalia yanapita na Morogoro na wilaya Kilosa, angalia basi maeneo yote haya mawili mnayo nyinyi Mikumi mnayonyini huku mnaoyini mamilioni ya mapesa mnayaacha yanakwenda. Nimekadiria ya mi, nimeweka mapato ya milioni elfu tano kwa lori liingie, lipate huduma zote mule ndani, tukute kuwa na banda la immigration, banda la uhamiaji, TRA e, polisi, kila kitu. Akiingia anamaliza kila kitu, akitoka anaondoka zake, anaweka foleni pale Dumila, anaweka foleni Mikumi tumekubaliana wekeni fanyeni uwekezaji hapo ili haya malori yaingie ndani miatoze mnamwachia nani hizo pesa bado mi sijaelewa mnamwachia nani hizo pesa mambo ya ajabu sana elfu moja moja lori mia mbili kwa siku ni shilingi laki mbili siku mia tatu na hamsini milioni sabini na ngapi si haya na kule milioni sabini Dumila milioni mia moja na hamsini ndio hiyo shilingi elfu moja moja tu kwa siku mnamwachia nani au mnazo kilosa za kutosha kwa hiyo mnachagua nini mfanye nini msifanye hizo ndio kazi za madiwani kupambania fursa kama hizi kwa ajili ya halmashauri yenu Diwani mzuri anapimwa kwa uwezo wake wa kuchangia mafanikio ya wananchi wake, maendeleo ya wananchi wake. Nimetoa maelekezo kwamba ninataka kuona maeneo ya uwekezaji. Tunakuja Kilosa hoteli, Kilosa yenu hii hoteli moja tu, vyumba nane mji mkubwa kama Kilosa una hoteli moja vyumba nane. Haya, mlikuwa hamtaki kuwekeza kwenye kwenye mahoteli haya. Nimekwambia tengeni maeneo, mimi nitakuleteni wawekezaji hata hayo ma-. Sasa ninajua kuna maeneo ninayajua mimi mimi ninayajua, nilikuwa nasubiri nyinyi mniambie, hamjaniambia kwa, taha, kwa taarifa yenu ninajua yako maeneo kama manne, nimesema yatengwe ili tupate wawekezaji watuletee hoteli hata za vyumba ishirini, thelathini, arobaini Mikumi. Mimi naomba waheshimiwa madiwani na wengine, tuwe serious na suala ya Mikumi, wachilia huko wengine, lakini Mikumi, Mikumi ukipita ukweli Malori ya petroli zaidi ya hamsini, iaa yalikusanyika ni bala. Wakati kunalizungumza hivi, namwambia yakilipuka, ule moto wake ule ambao ukiingia kwenye upepo utaua mpaka tembo na simba, ndiyo ukweli